Unaenda, nimekuja nyumbani humu ndani, uingie kwa nini? Kwa sababu mwenye nyumba hayupo, yeah. ipo siku utakuja kulia wewe na kusaga meno, yani atakacho kufanya Ana hutokuja kuamini macho yako, utanikumbuka, nakwambia oh. mm. kwa hiyo mimi niachane na Ana kwa sababu ya maneno yako wewe hmm? basi kaa ukijua hiyo siku nasaidia sana. Naisubiria mno ifike nijionee mwenyewe kwa macho yangu. Hmm? Yes darling, hello. Uko wapi? Ah, niko nyumbani, niko nyumbani. Peke yako? Yes, niko peke yangu actually ndo nimeingia sasa hivi kutoka uh, kumwona baba. Oh, sawa. Basi usiku mama. Na wewe pia mpenzi wangu asante. Napenda sana. Asa mbona umemdanganya uko peke yako kati uko na mimi oh, unauma nini una safura eh. hmm? <tos> <tos>